Kwanza niseme kwamba taasisi yetu imejibainisha vizuri sana. Tunatoa taaluma zile za msingi, lakini pia tunatoa taaluma inayohusiana na malezi ya vijana na maadili na uzalendo. Kwa hiyo haya, tunaweka elimu ya uongozi, tunaiweka kama kifungashio cha elimu ya msingi wanajifunza taaluma mbalimbali, wanajifunza uhasibu, wanajifunza mambo ya ugavi, wanajifunza mambo ya simala watu, wanajifunza taaluma hizi mbali mbalimbali, lakini chuo chetu kimeweka ziada kwamba shariti vijana, ili wewe wazalendo wa kweli, tuwafundishe uongozi na utawala bora, na kila mwanafunzi ule mwaka wa tatu tunakuwa na, na kozi maalum za kuwafunda tunawaandaa, wewe wazalendo, wewe watu wa kujituma, wewe wenye bidii na sasa hivi ukifanya utafiti, na sisi tumeshafanya utafiti chuo chetu, vijana wetu wana nidhamu sana, kwa sababu bila nidhamu hakuna matokeo. Hata mahala pa kazi kutakuwa na migogoro. Mkijana mwenye nidhamu na mwenye maarifa ataweza kuwa na utulivu sasa, wa kufanya nini, kwa kuleta maendeleo. Kwa sisi tunafanya kitu cha ziada, falsafa ya Mwalimu, tunaita kama extra curriculum, kwamba kila anayepita hapa tunawafundisha kwa njia ya semina kwamba kabla hajatoka anafundishwa uongozi bora, maadili, utulivu na ustahimilivu na ile hamu sasa ya kuleta maendeleo kwa wananchi. Mwalimu Nyerere ametuachia mfano, yeye alijitoa kuwa mtumishi wa watu bila kujenga e, taifa la vijana wenye utumishi katika nchi hii ni vigumu, kwa sababu atakuwa anajitumikia nafsi zao, lakini tukiwajenga tukawaambia kwamba maisha bora yale ambayo unawatumikia watu baada ya kusoma. Kwa hii tunaiweka kwenye tunaita extra curriculum. Iko nje ya mitaala ya ndani lakini tunaiweka kwamba kila anayepita hapa chuoni anapata ile elimu ya maadili, uzalendo na utawala bora. Kwa sababu kila mmoja ni kiongozi. Awe ni engineer lazima awe kiongozi. Kwa tunayafanya haya kama kuwajenga vijana wetu ili tuwe na taifa lenye uzalendo, lenye bidii ya kazi na lenye matokeo.